Ikiwa leo ni Ijumaa ya Machi 28, 2025, karibu mtazamaji wetu wa Habari Kiganjani ili kuweza kuhabarishana habari zilizojiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Simba amaliza kikao ya kana kujadili dabi ya Kariakoo. Simba iliingia kwenye mkutano huo saa 9 dakika 23 alasiri. Msafara wao ukatoka saa 11 dakika 33 jioni ambapo viongozi wake wakakutana kwa kikao kifupi wakiwa wamesimama kabla ya mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu kuzungumza na waandishi wa habari. Simba nao wamemaliza kikao chao na wizara ya utamaduni, sanaa na michezo, huku ikikaa na ajenda ya mchezo dhidi ya Yanga kuzungumzwa kwenye mkutano huo. Kikao hiki ni maalumu kwa ajili ya kujadili mustakabali wa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo uliailishwa siku ya mechi baada ya Simba kulalamika kuwa walizuiwa na watu waliotajwa kama walinzi wa Yanga kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Sehemu ambayo mchezo huo ulitarajiwa kufanyika Machi 8, 2025. Simba iliingia kwenye mkutano huo saa 9:23 alasiri. Msafara wao katoka saa 11 jioni ambapo viongozi wake wakakutana kwa kikao kifupi wakiwa wamesimama kabla ya mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu kuzungumza na waandishi wa habari wakati Mankungu anatoka alisema, kikao chao na Waziri Profesa Palamagamba Kabudi na wajumbe wengine kimekuwa na ajenda ya maendeleo ya soka nchini. Mankungu alisema kwa kuwa mkutano huo umekuwa wa makundi tofauti, inawezekana serikali imetofautisha ajenda za kikao hicho, ambapo klabu yake haikujadili mchezo wa namba 184 wa Ligi Kuu Bara kati ya Yanga na Simba ambao uliairishwa Machinani 2025. Tunashukuru kwamba tumezungumza yote ambayo yalikuwa ni ya muhimu. Tumewasilisha kwa mheshimiwa waziri na timu yake, lakini vikao vitaendelea, alisema Mangungu huku akiongeza, tumejadili maendeleo ya soka Tanzania. Maendeleo ya soka yako mengi, kuna maeneo ambayo, kama mnavyofahamu, waziri ni mpya katika wizara hii, pamoja na uzoefu mkubwa alionao. Nadhani kuna mambo yalitakiwa tujadiliane kwa pamoja. Kwanza hata sijui kama yangu alifika hapa leo tumeanza kikao cha awali lakini kuna vikao vitaendelea. Kikao chetu sisi hakihusiani na chao Yanga ya kama kingehusiana na chao nadhani tungekaa pamoja. Wao walipokutana na waziri wanajua ituzungumza naye, na kama walijadili hilo ni sawa, lakini sisi haya ninavyoeleza ndio tuliojadili. Akijibu kuhusu hatima ya mchezo wa Kariakoo dabi, Mangungu alisema mamlaka silishasema mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatima yake? Mechi itachezwa siku nyingine kama itakavyopangwa. Wao wameshikilia kanuni, lakini kanuni hiyo hiyo inaipa bodi ya ligi rungu la kuahirisha mechi pale inapoona inafaa. Itakumbuka kwamba serikali iliyoiita mezani TFF TPLB, Yanga na Simba kisa dabi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu Machi 24, 2025, kikao hicho kilifanyika jijini Dar es Salaam Alhamis na maofisa kutoka Yanga, Simba, TFF na bodi ya ligi kuu wamejulishwa na watahudhuria. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Palamagamba Kabudi, alipanga kukutana na viongozi wa shirikisho la soka nchini TFF, bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB na klabu ya Yanga ili kutatua mgogoro unaoendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wao wa ligi kuu bara dhidi ya Simba. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu, Machi 24, 2025 kikao hicho kilifanyika jijini Dar es Salaam. Alhamis na maofisa kutoka Yanga, Simba, TFF na bodi ya ligi kuu walijulishwa na walihudhuria. Ni kweli tulikutana na waziri Kabudi kuhusu masuala mbalimbali, ikiwemo kusogezwa mbele kwa mchezo wetu dhidi ya Simba. Tulipokea barua nitahudhuria Alisema afisa mmoja wa Yanga aliyeomba kututajwa jina lake. Afisa mmoja kutoka bodi ya ligi pia alithibitisha kupokea kutoka serikalini kuhusu kikao hicho. Tulifahamishwa kuhusu kikao hicho na tulihudhuria. Ajenda kuu ni mjadala unaoendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, alisema ofisa huyo. Katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo Gerson Msigwa alithibitisha kikao hicho kilifanyika jijini Dar es Salaam kikiongozwa na Waziri Kabudi. Msigwa pia alieleza maofisa wa Simba walioshiriki katika kikao hicho. Yanga ilipelekea rasmi swala hili katika mahakama ya usuluhishi ya michezo CAS baada ya kutoridhishwa na jambo hilo. Mchezo huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Machi nane, elfu mbili ishirini na tano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ulielishwa baada ya Simba kudai makomando ya Yanga waliwakatalia kuingia uwanjani kwa ajili ya mazoezi yao ya kabla ya mchezo. Simba ilitoa taarifa rasmi kwa bodi ya ligi kuu na TFF haitoshiriki mchezo huo kwa sababu haki yao ya kufanya mazoezi kabla ya mechi ilikuwa imekiukwa kama ilivyobainishwa katika kanuni za bodi ya ligi. Kwa upande mwingine, Yanga ilisisitiza mchezo huo ungechezwa kama ilivyopangwa kulingana na kanuni za ligi. Hata hivyo, baadaye mchana, bodi ya ligi ilitoa tamko rasmi ikitaja wasiwasi wa Simba na kutaja kipengele cha 341 1.3 cha kanuni kinachotoa ruhusa kuahirisha michezo kwa mazingira ya dharura. Taarifa tarehe nane mwezi Machi 2025 ilisema Yanga Simba imehairishwa rasmi, kupangiwa tarehe nyingine. Kanuni ya 1745 inafafanua hivi timu mgeni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa kwa mchezo husika. Sababu zozote za kukwamisha timu mgeni kukidhi ipasavyo au kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara iliahirisha mechi ya mzunguko wa pili wa ligi baina ya Yanga na Simba iliyokuwa ichezo Jumamosi Machi nane elfu mbili na ishirini na tano katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Uamuzi huo ulifikiwa kufuatia uamuzi wa Simba kugomea kucheza mechi ikidai imenyimwa haki ya kikanuni na kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi siku ka moja kabla. Taarifa ya TPLB ilisema kuwa mechi hiyo imeahirishwa ili bodi ipate fursa ya kuchunguza zaidi undani wa tukio hilo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 kuanzia saa moja dakika kumi na tano usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandika barua bodi ya ligi kuelezea kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia ya yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17.45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo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 Kanuni 47 moja inafafanua adhabu ambayo inaweza kupata. Klabu ina wajibu wa jukumu la kuhakikisha kuwa wachezaji, viongozi, wanachama na wapenzi wake wanajeshi na hawajihusishi na vitendo vyovyote vya upotovu wa nizamu kama vile matusi, vitisho, vurugu, vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina na vitendo vyovyote vingine visivyokuwa vya kimichezo kwenye viwanja vya michezo. Klabu ambayo mashabiki wachezaji au viongozi wake watafanya vitendo hivyo itatozwa faini ya shilingi milioni tano na kwa makosa kujirudia faini itatozwa kati ya shilingi milioni kumi na shilingi milioni ishirini inafafanua kanuni hiyo. Ikiwa Simba itabainika imegomea mchezo, kanuni 476 inafafanua kuwa adhabu kubwa ni timu kushushwa daraja. Klabu itayoshindwa kupeleka timu uwanjani baada ya kuhudhuria kikao cha maandalizi ya mchezo kitatutwa faini shilingi milioni tano na kushushwa daraja. Kiongozi alioshiriki kutopeleka timu uwanjani atafikishwa kwenye kamati ya nidhamu au kamati ya maadili ya TFF, imefafanua kanuni hiyo. Muda mfupi baada ya taarifa hiyo, ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe alisema kuwa timu hiyo itaenda uwanjani hapo kama ratiba ya awali ilivyoonyesha. Kikosi cha Yanga kiliwasili uwanja wa kwa Mkapa saa kumi na moja jioni kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa tarehe nane Machi wa Kariakoo dabi. Hakuna kipengele, aliandika Alikamwe. Kamwe.